Kwa Yesu akasema kuna mkuu wa ulimwengu, lakini hana kitu kwangu. Sasa nini manake, maanake kwamba ina maana kuna mkuu wa mbingu na nchi na kuna mkuu wa dunia na ulimwengu, hilo lazima lieleweke. Cha kwanza tukizungumzie hichi: kuna mkuu wa mbingu na nchi. Huyu mkuu wa mbingu na nchi ni Mungu, ndiye aliyozumba mbingu na nchi kwa nini Mungu ni mkuu wa mbingu na nchi? Kwa sababu hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mkuu wa mbingu na nchi ni Mungu. Lakini la pili, kuna mungu wa dunia, kuna mkuu wa dunia na ulimwengu. Ambao mkuu wa dunia na ulimwengu au mungu wa dunia na ulimwengu ni Shetani, kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya... ya nne Sura ya 4 mstari wa 4 asema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, shetani amepofusha fikra zao. Kwa tunapozungumza kwa habari ya dunia na ulimwengu, Mungu wa dunia hii ni Shetani, ambaye huyu alipofusha fikra zao ili ya kwamba wasiweze kumwelewa Mungu, wasiweze kumfahamu Mungu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 19:26. Matendo ya Mitume 19:26 anasema hivi 19:26, nianze kusoma hapo, anasema tena, mnaona na kusikia kwamba si katika Efeso tu bali katika Asia yote pia, Paulo huyu amewashawishi watu wengi na kuwageuza nia zao akisema y kwamba hiyo inayofanyika kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudhalauliwa tu bali na atemi bali na ekalu la Mungu mke aliye mkuu atemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na ulimwengu wote umwabudu, asema Asia yote na ulimwengu wote umwabudu. Kwa nini Asia yote na ulimwengu wote wanamwabudu? Ni kwa sababu yeye ndiye mkuu wa dunia na ulimwengu. Anasema ulimwengu wote wanamwabudu, kwa hiyo wanaoishi kwenye dunia na ulimwengu wanamwabudu shetani, hata kama bila wao kujua, lakini kuna namna ambavyo wanafanya, wanafuata sheria na kanuni za Mungu wa dunia na ulimwengu.